Watu wengi wanakwamishwa na hivi vitu vitatu huoni, matokeo au hupigi hatua kubwa za maendeleo kama unavyotaka, kwa sababu kuna mambo ambayo hujayafanyia kazi. Kitu cha kwanza ni uvivu, uvivu wa kufikiri, uvivu wa kufanya maamuzi magumu, uvivu wa kubeba majukumu, na uvivu wa kuamka na kupambana kwa kila namna utakavyoweza, mpaka uweze kutoboa, mpaka uweze kuona matokeo. Kitu cha pili ni hofu ya kuanza au hofu ya kuanza upya. Wengi wanaogopa kufeli kabla ya kuanza, lakini ukweli mchungu ni kwamba huwezi ukafeli kwenye kitu chochote kama haujakianza, na mbaya zaidi ni kwamba huwezi ukafanikisha kwenye kitu chochote pia kama haujaanza kukifanya, au kama haujaanza upya kukifanya. Ni kwamba unapokwepa kufeli, utaendelea kufanikiwa kwenye kukwepa kufeli mpaka utakapofanikiwa kufeli mambo yote ambayo haujapata nafasi ya kuyaanza. Na jambo la tatu ambalo linawakwamisha wengi ni kukosa maarifa sahihi. Kwa lugha nyepesi ni ujinga, ujinga wa kujua vitu vya kufanya, ujinga wa kujua fursa ziko wapi. Lakini bahati nzuri ni kwamba ujinga unatibika, unatibika kwa wale ambao wako tayari kuuondoa. Yajue mambo yanayokukwamisha, yafanyie kazi kwa kuyaondoa.